Cha pili, sasa anaongea kama kiongozi wa, wa imani wa Waislamu kimkoa, si ndio? Nafasi yangu na na haki ya kuongea na nyinyi ndugu zangu, ndivyo sivyo? Leo tarehe ngapi? Tarehe 17, tarehe 29, twendeni tukapiga kura. Semeni insha Allah, semeni insha Allah, insha Allah, twendeni tukapiga kura tunakwenda kutekelezwa kutekeleza takwa letu la kikatiba, haki yetu. Twendeni tukapiga kura. Kila aliojiandikisha na amefikia umri wa kupiga kura asiache kwenda kupiga kura. Twendeni tukapiga kura. Wewe pia unafaa, kapiga kura, sawa? Semeni inshallah. Na tukimaliza kutekeleza takwa letu katiba taratibu turudini nyumbani tuseme nishaa turudini nyumbani kama mtu na kazi yako nenda kafanye kazi yako mwachie Mungu sasa hapa mwachie mimi niko hapa sikuchagulii nani wa kumchagua sio kazi yangu kazi yangu nenda kwa nenda kapige kura na umesikia sera za watu wote Ndugu yangu siku zote mimi nawaambia wanangu hawa, wali wa kushiba unaonekana kwenye simia. Nirudie ni yeah, yeah. wali wa unaonekana kwamba wali huu, mimi nafanyaje? Nashiba wali huu, kemi, sikuchaguli. Wali wa kushiba unaonekana kwenye simia langu mimi, nenda kapige kura vizuri kabisa, mchague unayemwelewa katika sera zake, kisha rudi nyumbani. Toka wewe na watoto wako waliofikia umri na kujiandikisha kupiga kura na mkeo, kisha waambie, turudi ni nyumbani. Sawa sawa, tumwachie Mungu nini. Mungu ndiye anayemuweka mtu madarakani. Sisi ni Waislamu, tunarudi kwenye Qur'ani haturudi kwenye mitandao. Qurani inasema, Qulillahumma malikal mulki tutil mulka mantashau watanziul mulka mimman tashau watuizu tashau watudhillu tashau wa tasha'u biyadika lkhair. Ndo maneno yetu yalikuwa katika msahafu Mungu. Allahu Akbar. Asante.